Ibwana, mambo vipi? Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi zetu. Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi zetu nzuri kabisa, Simulizi ya Madam Suzy. Mtunzi na msimuliaji ni mimi Salki, Mr. Stallman. Kumbuka, siku ambayo Madam Suzy alinikubalia ilikuwa ni siku ya Jumatano, hivyo siku ya vile yake ilikuwa ni Alhamis. Baada ya kutoka darasani liliongozana hadi ilikuwa ni chumba chake. Chumba chake kilikuwa cha kwanza kabisa ukiingia getini ndani ya nyumba hiyo ya walimu. Kwa bahati nzuri, walimu wengi hawakuasiri muda huo, hivyo usalama ulikuwa mkubwa sana. Nilikaribishwa ndani, mzee kijana wa kidato cha tatu nilienda hewani huku kichwani nikiwa nimevurugikiwa na mapenzi ya mwalimu wangu. Siku zote nilikuwa na uona uzuri wa madamu wangu kwa mbali, lakini siku hii niliuona kwa ukaribu zaidi. Unajua, kuna mtu unaweza ukakutana naye kila siku ila usijue uzuri wake eh? Ni kweli vile au amini? Sasa hiki ndicho ambacho kilikuwa kinatokea kwangu. Baada ya madam kutoka kuoga nilianza kuchanganyikiwa, nilianza kuchanganyikiwa na namna jinsi alivyovaa. Ngozi zake zilinifanya nipagawe, nikapigwa butwaa, butwaa kubwa sana lisilo na majibu ndani yake. Kwa hakika niliandaliwa chakula nikatengiwa mezani nile. Unajua, nilikuwa sielewi, niliona kama ndoto vile inatokea mbele ya mboni ya macho yangu. Madamu ambaye ilisemekana ni mgumu kwa wanaume leo anakuwa karibu yangu, ananipa huduma za mume kabisa. Ase nijikuta natoa macho tu, maneno yote niliishiwa. Baada ya kula, nikapewa nile kwa mara ya kwanza tukadiriki chakula kwa pamoja. Kila mmoja alikuwa na hasira na mwenzake kumwonyesha kuwa sio mzembe kwenye kutafuna matunda, machungwa, matango na yote, machungwa, matango na vyote vizuri, tulikula wee mpaka tuliposhiba. Hamu ya kila mmoja ilifika tamati. Chakula cha mapenzi kilituzidia kiasi ambacho nilishindwa kurudi nyumbani kwetu. Acha mama yangu anitafute, hakujua nimeenda wapi. Presha ilimpanda pesha ikamshuka, mtoto pekee anayemtegemea ni mimi na sijulikani wapi nilipo. Hapo ndipo aliponitafuta kila sehemu bila mafanikio. Chepo ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kunitetea kwa mama yangu, alimwambia mama kuwa kuna sehemu nilienda nilienda kwa rafiki yangu huko kujisomea, hivyo nilishindwa kurejea nyumbani kwa wakati. Hapa mama alitulia kidogo, lakini alinikasirikia sana. Basi siku iliyofuata nilirejea nyumbani kumpoza mama yangu machungu. Mama alinisema sana, akiamini kuwa nataka kumletea matatizo. Basi sikuwa na namna, ilibidi niwe mpole. Uongo wa Chepo uongo wa Chepo ulisaidia sana kwa kweli, ni sio muongo. Chepo alikuwa anajua ukweli wote ule, kwa maana siri zangu zote yeye ndiye ambaye alikuwa nazo, hivyo alijua wazi mahali ambapo mimi nilipo, hivyo alijua wazi pasipo, hivyo alijua wazi pasipo kumwongopea mama yangu basi angeingia kwenye shida. Mama yangu ni mgonjwa, mgonjwa hivyo, aceleu kupandwa na presha na maradhi yasiyoeleweka. Mtoto anayemtegemea ni mimi pekee. Watoto wengine tayari wameshakata kamba, hawaeleweki hata kidogo, wapo hapo tu, wameshakuwa mtoto wameshakuwa watoto wa mtaani tu. Ile kauli ya kufunza na ulimwengu ilikuwa ana sadifu maisha yao. Katika familia yetu tumezaliwa watatu: mimi, kaka yangu Poto na dada yangu Jemina. Huyu Poto ni muuni hatari yani, anakula bangi kama ana akili nzuri. Dada Jemina yeye ndio changudoa kijiji. Alipofika kidato cha pili alifeli, hivyo hakuendelea tena na shule. Kaka yeye ndo kitambo shule alishaachana nayo. Darasa la tatu tu lilitosha kukamilisha elimu yake. Mimi pekee ndio nilikuwa msomi wao. Msomi mwenyewe sasa, tayari nilishapitiwa na upepo wa kisurisuri, jini la mapenzi lishanitawala. Sio mapenzi tu, bali ni mapenzi ya utu uzima. Yeye ananivuruga akili. Bora ningekuwa na mapenzi ya kitoto, ningeweza kujikontrol, ningeweza kujiendesha, lakini penzi langu lilikuwa gumu sana kuliendesha. Baba yetu ndio sitaki kabisa kumwelezea. Itoshe kusema tu alikuwa ni mlevi. Hadi hapo utakuwa unahisi mateso ambayo alikuwa anapitia mama yangu. Magonjwa ya akili hayakuwa mbali naye. Kiasi ambacho afya yake ilikuwa mgogoro. Pesa zilimpanda kila dakika. Yeye ni mtu wa dawa muda wote. Katika watoto wake wote mimi ndiye alikuwa ananipenda zaidi. Sio kama najisifia, bali upendo wake lizirika waziwazi. Unajua kuna muda mtu anakupenda upendo ambao hadi we mwenyewe unajua, yani unapendwa hadi wewe mwenyewe unahisi kuwa unapendwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa inatokea kwa mama yangu. Basi siku iliyofuata nirudi nyumbani baada ya kutoka kwa madam Suzi kufurahia penzi letu. Nilisema pale na mama yangu kiasi cha ya kutaka kulia, ila sikutaka kuacha penzi langu, penzi ndio kwanza jipya Naliachaji kwa mfano? Basi ukawa mchezo wangu, haipiti siku sijafika nyumbani kwa madam Suzy. Mwanzoni walimu hawakuelewa ni kitu gani kinaendelea kati yetu, walichukulia tu ni mazoea kawaida ya kawaida, mtu na mwalimu wake. Hawakujua yanayoendelea ndani ya pazia. Walimu kibao walinigumia nikiwa na madam Suzy, mwalimu mkuu akapasha taarifa zangu. Kumbuka nilielezwa na Chepo kuwa mwalimu mkuu bwana naye alijaribu nafasi yake, lakini alitupiliwa mbali na madam Suzy. Hivi unadhani nakuwaje sasa wakati amegundua kuwa mimi natoka na yule mwanamke ambaye yeye alikuwa anamtamani na amekataliwa? Tukio hili lilitokea baada ya mwalimu Fransi kutufumania tukitoka chooni tumebebana, mimi na madam Suzy. Hapa ndipo alipopata umbea kumpelekea mkuu wa shule. Kilichomuuma zaidi, yeye mwenyewe alijaribu bahati yake kwa madam Suzy, lakini hakufanikiwa zaidi ya kupokea kichambo cha kufa mtu. Kiufupi aliambua patupu. Hapa asila zilimjaa, aliloliamua pekee ni kufikisha taarifa kwa mkuu wa shule. Barua ya wito kuhudhuria kikao cha bodi ilifuata juu yangu visa vikaanza kutengenezwa. Madam Suzy naye alifukuzwa pale kwenye nyumba ya walimu. Wakati matukio yote haya yanaendelea kutokea, Madam Suzy tayari alikuwa ni mja mzito, ana kichanga tumboni mwake. Hali ya hiyo ilibadilika ghafla nyakati ambazo hazikutarajiwa mwanzoni. Kabisa kabla asijaitwa kwenye kikao cha bodi, niliitwa na mkuu wa shule kupewa onyo, huku nikiulizwa kuhusu mahusiano yangu na Madam Suzy. Kwa hakika sikutaka kuwa mnyonge, nilikaa na mashtaka hayo niliyakataa kiasi ambacho hadi mwalimu mkuu mwenyewe kuamini kama yale yote ambayo alielezwa yalikuwa ni ya uongo. Aise, lica ya kuchezea kipigo cha mbwa koko, lakini sikusubutu kusema lolote, sikusubutu kusema siri yoyote. Kikao cha bodi lakini niamuru kusema ukweli, lakini nilikana mbele yao. Hakuna kilichofanikiwa kwenye kikao hicho. Maisha yaliendelea kama kawaida, mimi nikiibuka mshindi kwenye mchezo huo wa mapenzi wenye siri kubwa. Mkuu wa shule baada ya kuona sionyeshe ushirikiano aliniacha, lakini alinionya, akanipasha habari kwamba sipasu kuwa karibu na Madam Suzy, na siku akigundua niko karibu naye Yani, niko karibu naye kimapenzi basi basi ataniua. Mimi nilijali basi, niliona drama tu. Sikuliacha penzi langu, niliendelea kujilia vinono kiasi cha kutengeneza mtoto ndani ya tumbo la Madam Suzy. Kama nilivyokueleza, hizi hadithi zote ambazo nakueleza hazikuwa za miaka, bali zilikuwa ni hadithi za miezi mitatu ya firdi ya Madam Suzy na walimu wengine ambao waliwasili pale shuleni, penzi lilizidi kuendelea. Wakati huo mkuu wa shule alikuwa makini sana kuhakikisha anafahamu ukweli, yaani ukweli wote alikuwa anataka kufahamu yeye mwenyewe. Habari za kuletewa umbea aliona azimsaidii kitu. Kitu cha kwanza ambacho aliamua kukifanya ni ni kumbananisha rafiki yangu Chepo. Mambo yalikuwa rahisi sana juu yake pale shuleni tunasoma na mtoto wake, yani yule mwalimu ana mtoto wake pale shuleni. Alichokifanya, alimwamuru mtoto wake ajirahisishe kwa Chepo ili amtie Chepo hatiani, amfukuze shule. Kweli mtoto wake naye hakutaka kuwa mkaidi, alitekeleza amri ya baba yake haraka sana, alitekeleza ile amri. Bwana Chepo akazama penzini bila kujua ni mtego juu yake. Mtoto wa mkuu wa shule akatengeneza mazingira tatanishi kumtia chepo hatiani. Siku ya Jumamosi, Neema mtoto wa mkuu wa shule alimwita chepo shuleni waje kujisomea, huku lengo likiwa ni kumkamatisha kwa bwana mkubwa Mr Makasiriko Kipalangoto, mwenye hisia kali za mapenzi King'ang'a nadhani utakuwa unamjua, sina haja kukuelezea zaidi. Chepo kabla ya kwenda huko siku hiyo ya Jumamosi alinieleza kuhusu swala hilo, basi nami nikamweleza kuwa nahitaji niongezane naye na tutaachana, mimi nitaenda kwa madam Suzy, alafu yeye ataenda kuonana na huyo mtoto wa mkuu wa shule, Bibi Neema, mzuri msichana mzuri kuliko wote pale kidata cha tatu. basi bwana hii siku wapenda nao walikutana kwenye darasa moja hivi lililo tupu. Darasa lilikuwa limetulia hatari, wakajibanza nyuma ya mlango kujisomea hasa na chana zikakutana. Mtoto wa mkuu wa shule akashindwa kuhimiri kichaa cha mapenzi, kikamtawala, akajikuta anataka kuugawa utamu hapo darasani. Ilikuwa drama lakini mwisho ilitaka kuwa kweli. Toka kitambo Neema anampenda Chepo. Sasa nafasi ameipata, anaachaje kuitumia vizuri? Kabla hajatenda chochote, mkuu wa shule aliwafumania. Hapa ndipo alipompa Chepo kesi ya kutaka kumfukuza shule. Chepo alichanganyikiwa, katika hali hii akapigiliwa msumali wa moto, akapashwa habari kuhusu msamaha wa masharti. Penzi msikilizaji, hivi unadhani ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea katika sehemu ambayo inafuata? Ulikuwa nami katika sehemu hii, nangujena, naitwa Salki, kinaitwa Mr. Solomon, ila kwa noma zaidi.